Yale maisha yanapitia ni magumu sana, na kufikia mahali mheshimiwa ameonekana hiya mahali hapa, mimi nashukuru zaidi kwa yale ambayo yote yanaendelea ya tabu sana, aktaa ijapo tu, nashukuru Mungu tu katika zile pitapita pita zangu za ku celebrate na watu ambao wako chini katika jamii, nikawa nimebeba tu ka Christmas kidogo. He. Na kuongea tu na mama nikaangalia hii hali, hmm, si ya kupita. Hii ni hali ya kubaki hapo. Nikaona wasichana watatu, mwingine alikuwa hapo na kidonda ndugu, na akaniambia aliwacha masomo, mwingine pia amewacha masomo, mwingine pia ako nyumbani, alifukuzwa school fees. Ndio nikagundua kwamba kweli Kenya kama hauna <laughs> pesa kimchezo unaweza kweli baki hata e, usiweze kutimiza au kufukuzana na ndoto yako. So nimekuja kuchukua hawa wasichana watatu, mmoja ni wasecond chance teenage mother, wawili bado. Tukizubaa tena pia hao watakuwa teenage mothers, na hapa vile unaona, ndio mwisho. Hii nyumba ndio mwisho, hawana shamba, hawana mahali pa kulima, hakuna hali, si hali hapa kabisa girls, mwenye anataka kuwa daktari na yule mwingine na huyu waweze kufukuzana na watimize ndoto yao waje wawe suluhisho katikati. Mi naomba machiefs ambao wanapitisha mtu kuuza shamba wakuwe wagumu kusaini chochote, hata upande wa lands huko Busia wakuwe wagumu, walete familia yote mama wasichana kama walizaliwa kwa hiyo boma, ndugu wenye walizaliwa kwa hiyo boma, makaka na matarezi, songeshe songeshwe mpaka hata mwenye alitaka kuuzauza tu ikuwe ngumu kuuza shamba. Shida tu ni vitu zingine zinafanywa kando kando kando, mama ajui. mama anashtukia tu shamba ilishauzwa, ndugu madada wanashtukia tu shamba ilishauzwa na hawana tena ni makao. So, machiefs na paka wale ofisa ambao wanakaa katika nani? wawe wagumu sana kuachilia cheti ile inaitwa title deed, ama machiefs hapa, ao ndio wako karibu na watu, wakuwe wanachunguza zaidi hii familia, mbona inauza shamba, ndio waweze kutekeleza ama kusaini. Ni vizuri kupanga uzazi, kama unazaa mtoto mmoja ama wawili, ambao wewe mwenyewe pia ile kidogo unapata unakula na hao wanakula kitimilifu So tujaribu kabisa ku, kuangalia na tusiuze mashamba. Hata Biblia inasema usiuze your birthright, tusiuze mashamba kwa sababu ya raha ya siku mbili tatu. Tujaribu kabisa kuangalia kwa katika familia yetu tuko wangapi, ama tunataka tuzae wangapi, na hao wenye tunazaa, shamba tuko nayo ya kutoshana aje na hali yetu, tuna biashara ama hatuna. Poverty, umaskini imeleta saa zingine mawazo kukataa ku, ku, ku, kuona yani mindset imegwama, ime imekataa kuchange kuona kwamba kunaweza kuwa na hope, kunaweza kuwa na changes uh, maisha ya mtu